Hadithi ya kivita: Damu Chini ya Bendera ya Asubuhi. Katika nyika pana za Matalango, kulikuwa na falme mbili zilizotenganishwa na mto mwembamba lakini hatari, ulioitwa mto Luhanga. Kwa miaka mingi, amani ilitawala, lakini siku moja damu ikaanza kumwagika kwa sababu ya tamaa ya mamlaka. Falme hizo zilikuwa ufalme wa asubuhi uliokuwa ukiongozwa na Mfalme Kalenga. Ufalme wa jioni uliotawaliwa na Mfalme Sakayo, mtu mwenye tamaa na roho ngumu. Wahusika wakuu: Jabir, kijana shujaa wa ufalme wa asubuhi, jasiri lakini mwenye huruma. Nalia, binti wa mganga wa vita, mwerevu na jasiri. Kito, rafiki wa Jabir Mwenye mzaha mwingi lakini mwaminifu. Jenerali Songa, kamanda mkuu wa jeshi la asubuhi. Malik, askari wa asubuhi mwenye tamaa baadaye msaliti. Mfalme Sakayo, mfalme wa jioni, katili na mpenda damu. Alfajiri moja, bila onyo, jeshi la jioni lilivuka mto Luhanga. Mishale iliruka kama mvua. Moto ukateketeza vijiji. Jabir alisimama mstari wa mbele, akasema, leo tukikimbia, watoto wetu watakimbia milele. Kito akiwa nyuma aliongeza, basi nipiganie hapa, maana mbio sina. Hata katikati ya vifo, kicheko kilizaliwa. Baada ya mapigano, uwanja ulijaa vilio. Nalia alizunguka akitibu majeruhi, mikono yake ikijaa damu. alipomuona Jabir amejeruhiwa begani, alimnongoneza usife, bado, vita hii haijaamua hatima yako. Tangu siku hiyo mapenzi yao yakaanza polepole, katikati ya damu na machozi. Malik, askari mwenye tamaa, alihisi hakuthaminiwa. Usiku mmoja, alikwepa kambi na kwenda kwa mfalme Sakayo. Nitawapa njia ya kushinda, alisema, lakini nataka cheo na mali. Mfalme Sakayo alitabasamu, msaliti ni silaha bora kuliko upanga. Jeshi la Asubuhi lilitegemea kuvizia adui kwenye mlima Mwanga, lakini adui tayari alijua mpango huo. Mapigano yakawa mtego, wanajeshi wengi walianguka. Jenerali Songa alipigwa mshale kifuani. kabla hajafa alimwambia Jabir, usiache bendera ianguke, hata kama mimi nitaanguka. Katika machafuko, Kito alimkinga Jabir dhidi ya upanga wa adui, upanga ukamchoma tumboni. Akiwa anapumua kwa shida, alisema kwa mzaha wa mwisho, nilikwambia mbio sina, lakini moyo ninao. Kito alifariki. Kicheko kikageuka vilio. Nalia alikamatwa na askari wa Jioni, lakini Malik alimuona dhamira yake ikaanza kuyumba. Alimsikia Sakayo akisema, baada ya ushindi waueni wote waliobaki, hata Malik. Malik alitambua alisaliti watu wake bure. Malik aliwaonya Jabir na wanajeshi wachache waliosalia, nimesaliti, lakini bado naweza kulipa deni kwa damu yangu aliongoza Jabir kupitia njia ya siri hadi hema la Sakayo. Mapambano ya mwisho yalitokea alfajiri. Malik alijitupa mbele ya mshale uliolenga Jabir, akafa hapo hapo. Jabir alipambana na Sakayo na kwa pigo la mwisho akaumaliza utawala wake. Bendera ya asubuhi ikapandishwa tena, ikiwa imejaa damu. Vita vilipoisha, amani ilirudi matalango. Nalia na Jabir walisimama juu ya kilima wakiangalia jua likichomoza. Jabir alisema ushindi, haupimwi kwa waliokufa, bali kwa yale tuliyolinda. Bendera ya asubuhi ikaendelea kupepea, si kama ishara ya vita, bali ya gharama ya amani. Mwisho, vita huonyesha ubaya na uzuri wa mwanadamu. Usaliti huleta ushindi wa muda. Lakini ukweli hushinda mwisho. Amani hulipiwa kwa damu ya wasioonekana.